Neema na amani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Bwana wetu Yesu Kristo ziwe pamoja nawe popote pale ulipo. Kama ni mara yako ya kwanza, na kuomba usubscribe chaneli hii ili uwe wa kwanza kupata masomo haya pindi tutakapoyaachia. Karibuni. Leo nimependa tujifunze somo moja ambalo tunalipata katika Marko sura ya kumi na moja, ambapo tunaona ni tukio la Yesu Kristo alipokuwa na wanafunzi wake aliweza kuulani mti wa tini. Sasa tusome Marko sura ya kumi na moja mstari wa kumi na mbili. Biblia nasema hata asubuhi yake walipotoka Bethania, aliona njaa, akaona kwa mbali mtini wenye majani, akaenda ili labda aone kitu, aone kitu juu yake, na alipofikia hakuona kitu, ila aliona majani maana sio wakati wa tini. Akajibu akauambia, tangu leo hata milele mtu asile matunda kwako. Wanafunzi wake wakasikia. Mstari wa ishirini: na asubuhi walipokuwa wakipita waliuona ule mtini umenyauka toka shinani. Petro akakumbuka habari yake akamwambia, Rabi, tazama mtini ulio ulaani umenyauka. Yesu akajibu akamwambia mwaminini Mungu. Bwana Yesu asifiwe! Sasa tunaona ni kwamba Yesu Kristo alikuwa anatembea na wanafunzi wake. Biblia inasema kwamba Yesu aliona njaa, kwa mbali akauona mtini ulikuwa una majani mazuri, lakini haukuwa wakati wa tini, ila Yesu alitaka apate tini. Sasa Yesu kufika pale anakuta hakuna tini mwisho wa siku yesu anaulani ule mti sasa katika huduma yote ya yesu kristo hakuna mahali ambapo yesu aliwahi kulani kumlani mtu au kulani kitu chochote kumbuka yesu alikuwa na upendo inakuwaje sasa yesu aulani huu mti je alikuwa anatufundisha nini maana kuna sehemu yesu alikuwa akizungumza kwa kutumia mifano na lugha ya picha sasa hebu tutazame hii lugha ya picha aliyotumia katika umti, alikuwa anamaanisha kitu gani? Ule mtini ulikuwa unawakilisha taifa la Israeli. Sasa ule mtini ulikuwa una majani, yale majani yalikuwa yanawakilisha uchaji wa Mungu, kwamba taifa la Israeli ni taifa ambalo lilikuwa linamjua Mungu ilikuwa linamcha Mungu, lilipewa ibada, lilikuwa lina, zina, taifa la Israeli lilikuwa linashika amri za Mungu, sheria za Mungu pamoja na hekalu lilikuwa kule. Hiyo ndiyo maana ya majani, lakini Yesu hakuwa na matunda katika ule, mti, katika ule mtini. Kwa hiyo Waisraeli walikuwa wanamjua Mungu, walikuwa wanazishika sheria za Mungu, lakini hawakuwa na matendo mema inamaanisha Mafarisayo pamoja na wengine. Kwa Kristo alitazamia kuona matunda katika ule mtini, lakini hakuna tunda. Kwa alichokuwa anakimaanisha Yesu, alitegemea kuona kwa wale wa Israeli matunda yale ya toba. Sasa Yesu alipoona hakuna, ndipo akaamua kuulani ule mti. Kwa hiyo Yesu alitumia lugha ya picha, haimaanishi kwamba alikuwa na chuki na ule mti, hapana ila ile ilikuwa ni lugha ya picha. Sasa na hili swala linatufunza hata sisi katika kizazi hichi cha leo kwamba unaweza ukaa kanisani au unakusanyika katika makusanyiko mbalimbali, mkimwabudu Mungu, mkimsifu Mungu, lakini hukawa hauna matunda. Manake kama hauna matunda, basi utakatwa. Lakini pia Yesu mwenyewe anatuthibitishia katika kitabu cha Yohana sura ya kumi na tano na ule mstari wake wa kwanza ambapo Yesu anasema mimi ndimi mzabibu wa kweli, na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa uliondoa, na kila tawi lizalo ndani yangu ulisafisha ili lizidi kuzaa. Kwa hiyo mimi na wewe tunaweza tukaa na muonekano mzuri kwa nje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 Naomba tufanye matendo mema ambayo yanaleta toba mbele za Mungu. Basi Mungu wa mbinguni awabariki.